Uh, tunazungumza pamoja kwenye Kulikoni siku ya leo, uhum. Kuna taarifa hapo katikati, ndio kuna mambo yalikuwa mm, yanaendelea hapo katikati. Sasa na sisi tukasema watu wa mchakato tena uh, uh, hebu ngoja kwanza tumtafute mhusika ndio atuambie lisemwalo lipo. Ama ama laja. Maana kuna ule msemo ule. Maana kuna mtu anaweza akasema kwamba sasa hivi tukao tunakusema, ah una mguu mzuri wewe. Mm -hmm. Ama una bahati bwana. Karibu sana habari ya uh, siku ya Jumatatu. Hapo ndo sikupati kabisa. Hapo hapo yeah. Okay. ni kama ilale hivi. Uh, e, hapo, sawa. Hapo, sawa. Uko vizuri? Niko vizuri. Mm. -mm. Uh, wana simpati ngoja kwanza. Hapo? Niko vizuri. Ay, ya, sawa sawa. <laughs> <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> Sawa, karibu tu kufahamu majina. Asante. k majina Ah, <laughs> uh, asante. Niko majina naitwa Engineer Jumanne Magungu ni mm -hmm. E, mkurugenzi mtendaji wa mamlaka maji na usafi wa mazingira Ngara. mm -hmm. Karibu sana. Habari ya uko kwenye idara ya maji <laughs> watu wanapata ah, no, maji. Vitu viko sawa. <laughs> Tunashukuru Mungu yamkini mnyie mnangaa. Eh, imani watu pia wote wanaoga huko. Ah. Okay. Okay. Sasa so, siswa... wengine kwa sababu hawana maana. Wengine wengine wewe ukajua siri ya ndani tu tunakausha zetu leso afu tunajitafuta. Na siri ya ndani. Aha. Inakuwa ni hatari. Hatari. Kweli kweli. Haya. Jumanne. Naam. Karibu sana. Sante. Unaishu tumesikia kuhusiana na mita za maji. Mm kwamba kuna namna watu ambao sio waadilifu wanapita. Mm. nazo ni kweli Ya, ni kweli mm -hmm. ni kweli uh, kumekuwa na changamoto ya wizi wa dira za maji ndio. mm -hmm. na hii imekuwa uh, ni tabia ambayo sio nzuri sana, kwa sababu mm -hmm dira hizi sasa ndo zinatusaidia uh, kujua kiwango gani mwananchi anatumia. mm -hmm. Uh, sasa unapoiba, ina maana automatically umeondoa ushahidi wa matumizi ya mwananchi. mm -hmm na hii imekuwa sasa ni tabia ambayo almost miezi miwili mm -hmm. ime, ime, ime almost mita kumi na mbili hadi kumi na tano zimepotea kutokana na changamoto ya wizi. Okay. Kwa hiyo ni issue ambayo ipo mm -hmm. Aa, na tunaendelea, na bahati mbaya sana mita zenyewe zamani tulikuwa tunatumia mita za chuma labda mm -hmm. uh, ingekuwa zinaenda kwenye vuma chakavu lakini mita ambazo mm -hmm. zimeibiwa mm -hmm. Aa, ni mita ambazo ni za mm -hmm ni za plastiki mm. kwa hiyo wanafika tu na kungoa na mm, watu wazee wa, wanajiita <laughs> mafundi <laughs> sijui wanazipeleka wapi <laughs> eh? <Yeah? laughs> Wajua kuna wakati mpaka najiuliza na, na, na, kwamba mtu ambaye sio fani yako alafu nakwenda kufanya hey, yani ah, mambo mengine wachia watu wenyewe bwana, hey, hey. Sawa walikuwa nazungumza so, hapo mm. kwa sababu kipaza chetu cha kwanza mm kidogo kwa mbali aa, nilikuwa ni, ni nazungumzia habari ya upotevu wa mita za maji ambayo mm -hmm. Uh, ni automatically ni wizi una, una affect sisi kama idara moja kwa moja kwa sababu unapopoteza uh, ushahidi wa matumizi ya, uh, ya mwananchi uh -huh. Ni kwamba kwetu sisi ni hasara okay. Uh, lakini ukiachilia hasara ya uuzaji wa maji kuna hasara ya uh, kifaa chenyewe ambacho ni mita. Mita hizi zinauzwa gharama kubwa sana na wenzetu wa WMA wakara wa vipimo uh, wanapima zile mita kwa ajili ya uh, kujua utendaji kazi wake mm-hmm. Yeah. Sawa, umetueleza kwamba ukubwa wa tatizo ni kati ya mita ama dira za maji hizi kati ya kumi na mbili kumi na tano miezi mitatu a, miezi miwili, a, average, a, miezi yani, ni, ni, ni mita sita hadi saba kwa, kwa, mwezi. kwa mwezi. Yeah. Okay, sawa pengine unafikiri kwa nini watu wanaamua kufanya hivi? Aa, kuna baadhi ya maeneo nahisi ni, ni, ni watu tu wameamua kupoteza ushahidi, lakini sehemu nyingine ni unakuta tu watu uh, migogoro binafsi kwenye maeneo, kwa hiyo mtu mwingine anaiba kwa kumkomoa jirani yake uh, au Uh, nahisi kwa ajili ya kukomwana sasa, ambayo automatically inatuaffect sisi kama idara mm -hmm. ambao ndo wenye wamiliki wa hizo mita na zinatusaidia kujua kiwango cha maji ambacho wananchi hao wanakuwa nakutumia kwenye maeneo yao. Na pengine mteja sasa anapoibiwa mita yake ama anapopoteza mita yake utaratibu unaokuwaje? Uh, sasa taratibu taratibu ziko clear sana mm -hmm. ya kwamba uh, mtu wa kwanza wa ulinzi wa miundombinu ya maji ni mwananchi mwenyewe. Ndiyo. na hizi mita walinzi ni, ni, ni wananchi, mm -hmm. ambao ziko tumezifunga kwenye maeneo yao mm -hmm. kwa hiyo inapotokea wizi, mwananchi analo jukumu kwanza la kuripoti, anatakiwa mm -hmm. uh, aende polisi achukue mm -hmm. report lakini mm -hmm. wengi wao wamekuwa kija kwetu Uh, wakija kwetu kuripoti, sisi tunakubaliana tuna na wananchi mm -hmm. kwa sababu inawezekana ameibiwa kutokana na migogoro aiza mm -hmm. na jirani yake au watu ambao walikuwa wanamfanyia kazi. Mtu mwingine anaamua tu kuondoa kile kifaa. Kwa hiyo wananchi wanakuja tunashirikiana na wanalipa sehemu mm -hmm. uh, ya gharama ili tuweze kurudisha huduma uh, kwenye eneo lao. ana, ana, ananunua mita mpya kwa maana anachangia anachangia anachangia. okay. kwa hiyo tuna, tun, inakuwa ni cost sharing mm -hmm. yeah. okay. Okay, sawa. <laughs> ah, tayari mm-hmm. Na pengine katika tafiti zenu sasa, kuna ambao tayari mmeshawabaini ambao wanahusika na wizi wa dira za maji? hadi uh, sasa kiukweli kabisa tuwe wakweli, hatujabahatika kumpata mtu yoyote ambaye anahusika na wizi wa maji uh -huh. Uh, kwa hiyo tunaendelea tunaendelea kushikiana na wenzetu na wenze uh -huh. Lakini juzi kati tulikuwa na kikao na wenye viti wa uh, maeneo ya Mrugwanza yeah, ndio ambao sasa tulikubaliana kwa pamoja tuweke nguvu ili tuweze kulinda miundombinu hii ya maji kwa sababu inatusaidia sisi sote. uh -huh. yeah. Na awali pia umetuambia kwamba kwamba pengine ulihisi kwamba mngekuwa mnaweka mita ambazo ni za Hmm. Ingekuwa ni labda pengine sababu mtu anaiba kauze kwenye vyuma chakavu, lakini mita ndo zinawekwa za plastiki. Pengine mna mpango wa kubadili sasa mita ambapo mnaweza mkaweka labda mita ngumu ambazo inakuwa ni ngumu ku... kuibiwa Sasa hivi tunafunga mita za plastiki kwenye maeneo yote na wananchi mm -hmm. ni mashahidi kwenye maeneo yao mm -hmm. Uh, kwa hiyo mita ambazo zinaibiwa, ambazo zinaibiwa ni zile ambazo tunazifunga ambazo bado ni mpya yeah, ndio maana yeah. tunashangaa wakati ni mita za plastiki, kwa hiyo hazihusiani na uh, chuma chakavu. Mm -hmm. Uh, sasa hatujajua ni nini kinatafutwa kwenye hizo mita na tunaendelea kufanya utafiti ili tujue, uh, changamoto ni nini na kwa nini imekuwa inatokea hivyo. Okay sawa, mteja pengine ameibiwa mita yake, si ndio? mm -hmm. Anakaa muda gani mpaka mnakuja kurepressi mita nyingine ili asikose huduma ya, ya maji? Mteja akiibiwa mita na tukakubaliana na kalipia sehemu ya gharama mm hiyo -hmm. mm -hmm. ni ndani ya wiki moja tu tunakuwa tumerudisha huduma kwenye eneo lake. Na ni shilingi ngapi sasa hiyo? <laughs> hizo gharama mama, kwa sababu inaweza eh, eh, <laughs> kuwa mimi leo taibiwa, wengine ataibiwa kesho, ajue kabisa kwamba hata kama ameibiwa, ambacho anatakiwa kulipa ni kiasi kadhaa, gharama za mita ambayo imepimwa na dabiri mwesiri yenye Uh, mita zote zile zina seal, okay, ambayo ya wenzetu wa akaraa vipimo. Kwa hiyo mita zile zi, zinatofautiana, inatofautiana mita na mita, lakini mita ambazo tunazifunga zote zinaanzia renji ya kuanzia shilingi elfu themanini hadi laki na ishirini. Kwa hiyo inategemea na blandi, uh, yes, ya. Kwa hiyo na mita nazo zina blandi, kama vitu vingine vilivyo na blandi. Ah, sasa ile tulio kufungia si tumeiregister? na, na blandi yake, yaani kila mita tunayomfungia tunayo mteja tunaandika tumemfungia mteja. mm -hmm. mita blandi fulani. mm -hmm. uh -huh. Yeah. kwa hiyo hatuwezi kwa kwamba kwa sababu labda ya kwako ilikuwa 1080 toka kuchaji laki na ishirini. mm hapana -hmm. uh mm -hmm. Sawa, tunashukuru sana Elisha Kabwa kutoka kito chembogo Biharamlo, asema yeye kauliza tu swali licha kwamba yuko Biharamlo mm -hmm. ayupo Ngara mm -hmm. kasema, je, mtu ambaye yaani ataonekana ama atakutwa mm -hmm. anaiba akikamatwa mm -hmm. ni adhabu gani ambayo anapewa yeye kauliza hivyo mm -hmm. lakini imani buge wa buge kigarama kumsenyi asema yeye ameanza jumatatu salama sawa yuko na sisi vizuri kabisa jumatatu ameianza akiwa anajenga nyumba mm -hmm. eh. sawa sawa tunashukuru sana lakini tumekuona Inosenti Kausenti wa Mgihanga, Churazo, Kakonko nasema uh, mchakato ninaopata ukiwa shambani na mke wako nasema redio yako ikiwa kwenye mti wa mparachichi mm. pamoja sana sawa, unaweza ukauliza pia swali kwa injinia uh, kwa maana kwa mkurugenzi wa NGUWASA hapa mm -hmm. kuhusiana na sakata hili la wizi wa mita za maji ambalo linaendelea katika maeneo mbalimbali. mm -hmm. Kwa hiyo unaweza ukauliza swali alafu na yeye pia akalijibu. Asma, ulikuwa unaendelea hapo sawa. Juma, labda aanze kutujibu swali la msikilizaji kwamba atakaye kamatwa sasa ameiba adhabu mm. yake inakuwaje? Ah, sheria sheria iko iko iko clear kwa mtu yeyote ambaye atabainika mm. ah, na anaharibu au anaiba tuseme uharibifu wa miundombinu ya maji uh -huh. Sheria sheria iko clear na imetupa mamlaka hiyo ya kwamba mtu huyo atakapofikishwa kwenye vyombo vya, uh, vya sheria vinavyosimamia kwa maana ya mahakama atapewa uh -huh. uh, adhabu uh -huh. kuna adhabu ya kifungo na adhabu ya faini okay. uh, na faini iko clear imerange uh -huh. kutoka laki tano hadi milioni tano. Kwa hiyo hapo ni wale wanaosimamia haki kulingana na ukubwa wa tatizo wataamua huyo mtu wamchaji kiasi gani? Sawa, lakini la... pia anaweza akafungwa mwaka uh, miezi sita hadi mwaka mmoja. Kwa hiyo sheria sheria imetoa hiyo room vyote, yani kubalansi ya kwamba hakuna mtu anaonewa mm. na hakuna mtu anapata changamoto. Sawa, tunaamini kwamba sisi wananchi inabidi tuwe walinzi sisi wenyewe kwa wenyewe mm. Pengine kuna motisha ambayo mnaweza mkaitoa kwa mwananchi ambaye pengine anaweza kubaini kwamba kuna tatizo na kaja kutoa taarifa kwenu Yes, yeah. Sisi kama mamlaka maji Ngala tunatoa tuna motisha na tumekuwa tukitangaza hizi motisha kwenye magroup lakini kutumia qu uh -huh. uh, tumesema mtu yeyote atakayebainika iha anaiba, anaiba maji kwenye eneo lake au anaharibu miundombinu kwa maana ya wizi wa mita uh, mwananchi ambaye atatoa taarifa ni sahi, taarifa sahihi ya kwamba ikabainika ni kweli yule mtu na tatizo, tunampa shiringi euhs na okay, hiyo tumekuwa tukitoa kwa wananchi wote ambao wanatoa taarifa ambazo ni sahihi. uh -huh. na taarifa hizi ni siri, kwa hiyo unafika tu kwenye ofisi ya, sio kila mtu utampa labda fundi au nini, utafika kwenye ofisi yetu. uh -huh. na yupo mtu sahihi kabisa wa kufuatilia taarifa lakini zaidi utafika kwenye ofisi ya mkurugenzi wa mamlaka ya maji Ngara. uh -huh. na utatoa taarifa yako kwa usiri. uh -huh. yeah lakini eh, hapo kwenye usiri sasa kuna shida. Mtu mm anaweza -hmm. kuwa na wasiwasi kwamba pengine anaweza katoa taarifa, nimemuona Mwaruseke mm -hmm. eh, kuna namna anafanya. Hakuna njia nyingine mbadala ambayo anaweza kuwa anatoa taarifa, mfano labda kwenye kutuma jumbe vyote ni siri ya kwamba, uh, unaweza ukatumia simu ya mkurugenzi kwa sababu ni mtumishi uh -huh. uh, simu yake ziko ziko wazi, unatuma una, una, una SMS au unampigia simu, na sisi tunafuatilia uh -huh. Kwa hiyo ikibainika ile motisha unapewa unatoka kwa, kwa, kwenye mfuko wa mkurugenzi mwenyewe kutumia kwa maana okay. uh -huh. ya idara ya maji yenyewe, lakini kwa maana mkurugenzi ndio msimamizi anakupa ile motisha ya utoaji wa taarifa. Kwa hiyo tumekuwa tukifanya hivyo, na tunaomba sana wananchi kwa kushirikiana ili tuweze kuendelea kuwa na huduma endelevu uh -huh kwenye maeneo yetu, tutoe taarifa ambazo ni sahihi, lakini tubaini hawa watu ambao wanahujumu miundombinu yetu na huduma yetu kwa ujumla. mm -hmm. na ni kwa namna gani sasa mmekuwa mkielimisha jamii kuhusiana na madhara ambayo yanaweza yakatokea baada ya mita hizi za maji kuibiwa, ili kuhakikisha angalau tunapunguza ile tatizo Ah, tuna tunaelimisha jamii hususan kwa kutumia magrupu yetu, lakini juzi tulipata platform uh -huh. eneo la Mrugwanza kulikuwa na vikao uh, yes, uh, wale, yeah. wale viongozi wa maeneo uh -huh. wametualika na tukatoa elimu, tulitoa elimu ya ujumla uh -huh. juu ya utunzaji wa miundombinu ya maji ikiwemo hizo hizo mita okay. kwa hiyo kwa ujumla wao tunatoa elimu ya utunzaji wa miundombinu ya maji yote uh -huh. kuanzia kwenye chanzo hadi hatua ya mwisho uh, ambayo ni ya consumer ambayo ni mtu ni mteja, kwa hiyo uh -huh. tunatoa elimu ya ujumla ili wananchi waendelee kuitunza hii uh, miundombinu ya maji kwa ajili ya huduma endelevu kwenye maeneo yetu. Kwa hiyo okay. Kikubwa tunawasihi sana wananchi uh, tunaoathirika ni sisi wenyewe ndio ambao tukiharibu lakini tukitunza tutafaidika sisi wenyewe ambao ndo watumiaji. Sawa bwana. Kupitia nambari 6927365 kuna wasikilizaji wameendelea kuandika maswali yao hapa hasma okay. Na huyu anasema anaitwa Erisha Kanani wa Kumuyange Ngara, anasema mna mpango gani wa kutembelea miradi hiyo ya maji ili kuhakikisha kuwa wakazi wa Ngara wanapata maji safi na salama? Yeye ameandika hivyo. Lakini huyo anasema anaitwa Umoja Marco Kumgamba sema, je, mtu akikamatwa akapigwa faini akishindwa kulipa itakuwaje? Yeye ameuliza <laughs> <laughs> hivyo. Lakini anatoka Nyarutembo Chato anaitwa Ido Baseke. Uh, yuko na sisi vizuri kabisa. Lakini tumekuona pia Lameki Mdobe kutoka Kukingwa, unasema weekend yako umeimaliza vizuri. Geoffrey tumekuona hapa Albinus kutoka Mkubanga kata ya Nyamagoma wilaya Ngara, unatusikiliza muda huu saa. Kuna msikilizaji hapo kauliza swali, wapo wawili bila mm. shaka, karibu mm. sana aweze kuyatolea ufafanuzi au maswali asante. Nianze na ndugu yangu wa Kumiange, si, si kupata jina lake vizuri e, kwamba tuna mpango gani wa kutembelea miradi ya maji. Uh, tunachokifanya tuna kitu tunaitwa customer survey. Tunafanya uh, kwanza kuwatembelea uh, wateja wetu kujua huduma inafika yani, mm -hmm. u, ili ujue uendelevu wa miradi lazima wananchi wao wanapata huduma ndio mm -hmm. Lakini cha pili kwenye maeneo ya vijijini, tuseme tunavyo vyombo vya watumiaji huduma ngazi ya jamii huko. Sasa kwa wezetu uh, wa RUWASA mm -hmm. Kuna watu kule wanasimamia uh, kwa hiyo wale wanatusaidia moja kwa moja kupata taarifa sahihi kwenye maeneo ya vijijini lakini kwa hapa mjini tunafanya hiyo kitu inaitwa customer survey ili tuweze kujua wananchi wetu wanapata huduma kwa usahihi kama inavyotakikana. Mm -hmm. Kwa hiyo hicho ndio tunakifanya. Lakini kutembelea miradi, uh, tunatembelea kwa maana tunatembelea miradi yote kuanzia kwenye chanzo, tujue production ya chanzo kama haijaathirika, uh, kama na watu hawajavamia eneo la chanzo. Kwa hiyo hayo yote tunayafanya na ni sehemu ya majukumu yetu okay. Yes. Kuna mwingine ameuliza pia kwamba mm. Amepigwa faini hana uwezo wa kulipa Uh, sasa swali, swali la pili la huyu ndugu yetu um, ni kwamba kama nilivyozungumzia sheria mwanzoni, sheria ya kwamba imetoa room uh, ya kutenda haki kwenye maeneo mawili, imetoa sehemu ya kifungo na imetoa sehemu ya faini uh -huh. Kwa hiyo ni mtu tu kujichagulia, <laughs> utasema mahakamani, uh -huh. Wenzetu wanaosimamia sheria uh -huh. Uh, watajua namna ya kudiri na hivyo vitu, kwa sababu ili ulipe faini, ina maana inatoa room sheria, inatoa room ya kwamba aidha kifungo au faini uh -huh. Kwa hiyo okay. Kama una uwezo basi utapewa kifungo mm. Yes. Sawa, ni saa nne na dakika hamsini na moja, tunaelekea ukingoni. Juma, nijaribu kurudisha nyuma, sijui mm. mm -hmm. mm. Al, umetuambia kwamba tatizo la wizi, za, uh, wizi wa dira za maji lipo mm. Uh, kwamba kwa mwezi Agosti uh, na, na Septemba bila shaka uh, Julai na, na Agasti of course Septemba uh, tulikuwa tuna tu, tu, tu uh, kesi badi, kubwa sana ilitokea mara mbili. mm. maeneo gani zaidi kumeonekana kwamba kuna wizi mitaani kimaanisha? mm. uh, Sasa sisi tunazungumzia kwenye eneo la zoni tunazo uh, sehemu ambayo tumepata changamoto kubwa tumepata uh, zoni ya Nakatunga. mm -hmm. Sasa zoni ya Nakatunga ni ina maeneo mengi. Okay. uh, kwa hiyo eneo la Nakatunga ni eneo ambalo uh, tumepata changamoto kubwa uh -huh. Na eneo la Mbinyange. Mbinyange uh -huh. ni eneo hili la mjini hapa hadi maeneo ya junction. Okay. Kwa hiyo yote tunaita uh, zoni ya Mbinyange. Kwa hiyo uh -huh. Haya ni maeneo ambayo uh, kwanza yana watumiaji wengi uh -huh. lakini ndio maeneo ambayo yako uh, mjini kati uh -huh. zaidi. Kwa hiyo ni maeneo ambayo tumepata changamoto hizo za wizi wa dira. uh -huh. Lakini maeneo mengine huko kwa mfano Murugwanza um, kesi sio nyingi sana ya ni, ni mara moja moja, lakini haya mawili hapa yeah, ndo mm. ambayo tumepata, au nyumba nyumba zina geti. Maana mtu sasa anapita kila siku anaona anaanza kuipigia dili. Bwana sema haya mambo haya, najaribu kutafakari kwamba mtu anapokuwa naiba mita hizi za maji anakwenda kufanyia hmm. kitu gani haswa, kwa sababu ile ni maalum kwa ajili ya kupima hmm. uh, mtu kwamba ametumia maji kiasi gani? yes. na anapaswa pia ichangie hmm. eh? eh, serikali yeah, <laughs> <laughs> na uh, na uh, eh? hmm. kwa namna gani sasa ambacho mwanzoni tuliangalizia ni kwamba Uh, wakati wenzetu hawa wa vyombo vya utumiaji maji ngazi ya jamii huko vijijini mm. Walikuwa wajaweka udhibiti vizuri kwenye ishu ya dira mm -hmm. Kwa hiyo walikuwa wamewapa access wananchi kujinunulia dira tuka tukabidi tuweke tuka nguvu ya pamoja kwamba tushirikiane sasa tu control mm -hmm. Ishu ya dira za maji mm -hmm. Dira zote zinunuliwe, mwananchi alipie tu gharama okay. At least ndo tumeanza kuona sasa uh, kwa mwezi Septemba uh, ishu haijawa critical kiasi hicho mm -hmm. Lakini tulivyokuwa tumeacha hivyo uh, kwa kutoshirikiana wenzetu kule alikuwa anang'oa mjini anapeleka anapeleka kijijini iza yeah, kwa ndugu okay. yake au kwa jamaa yake. Kwa hiyo nahisi uh, ilikuwa ni changamoto. Kwa hiyo baada ya kuweka control vizuri na wenzetu wa RUWASA, uh, tunaanza kwenda vizuri, na ukiangalia kwenye mwezi Septemba issue ya trist critical uh, Sa, Juma pia ni nitoke kidogo kwenye hiyo ishu ya wizi wa dira za maji, lakini pia kuna baadhi ya watu ambao wamekuwa kilalamika pia kwamba mita zao ni za muda mrefu hmm. Kwa juu sijui unanielewa, kwamba zimekuwa hazioneshi hmm. ile idadi ya unit ambazo tayari ameshatumia na wakati mwingine wanahisi pengine mnavyokuja kusoma, aidha umempandishia uh, mita ambazo ametumia kwa mwezi husika hmm. na hapa mwananchi mnamsaidiaje kwenye hili kwa... Asante kwa swali zuri. mm -hmm. Uh, ili ni, ni juzi wakati natoa uh, elimu juu ya haki na wajibu wa mteja. mm -hmm. Uh, nilijaribu kuligusia kwa sababu ilikuwa ni ishu ambayo wananchi waliuliza sana. mm -hmm. Uh, sasa iko hivi uh, kila kitu kina muda wa kuishi life span. mita mita mita zetu life span inaanzia uh, nyingi ni miaka kumi. mm -hmm. Nyingi sasa ukiangalia kwenye maeneo yetu mengi Uh, mtu unakuta tu ana mita miaka minne anakuambia, uh -huh. mita yangu -hmm. ya siku nyingi sana, kwa sababu uh, tunakuwa affected na hali ya hewa ya Ngara mm -hmm. ukungu ule, ukungu ule unakaa kwenye mita mm uh -huh. uh, ambayo hali ya kawaida tukio kinakuwa kimechafuka, lakini fundi anafika tu anakifuta na uh, mita inaonyesha vizuri mm uh -hmm. -huh. okay. Lakini tumekuwa na changamoto lakini tumekuwa na changamoto nyingine juu ya matumizi na utunzaji wa hivi hizi uh, mita kwenye maeneo yetu uh -huh. ukienda ukifanya ukifanya utafiti mdogo sana kwenye maeneo mengi ambayo mita ziko ndani, yani ndo sehemu ya watu kuweka sabuni kwenye kioo cha mita. Yani kwenye kioo cha mita ndo mtu anaweka sabuni, akija huyo mtu pia analalamika vile vile, mita yangu imechafuka, kioo akioneshi. mm -hmm. Tunaenda tunafuta na tunawaelimisha, jamani, hizi mita sio sehemu ya kuweka sabuni wala kuweka vitu vyovyote vile. Kwa hiyo tumekuwa na hiyo changamoto, lakini lazima tu, tukubaliane ya kwamba mm -hmm. hali ya hewa pia inasababisha uh, vioo viweze kuwa na ukungu, wewe uh -huh. Uh, ukifunga mita ndani ya miaka miwili ukitoa kile kitobo pale juu uh -huh. mita hizi ziko protected sana uh -huh. pale juu kuna cover inafunika. Ndiyo. pale kioo uh -huh. wengi kwenye maeneo yetu tunazikata zile cover, aidha kwa kujua <laughs> au kwa kutokujua <laughs> na kwa nini wanasema zinasumbua? yes, wanahitaji waweke yeah. sabuni na madodoki pale ya kuoshea vyombo kwa hiyo kwa hiyo wale walioweka kile kikava pale walikuwa na lengo zuri kabisa la kuprotect, kama ni ukungu basi usiaffect kioo. mm -hmm. Lakini watu wetu sasa wanatumia tofauti na wanaharibu. Kwa hiyo ndio changamoto iliyopo. Sawa, tunaelekea Sawa. Sawa. Uking, ukingoni. E, ukingoni. Tunaelekea ukingoni kwa sababu ya wakati, sisi hapa tunashukuru. mm -hmm. Uh, swali moja la mwisho. kuna msikilizaji hapa kaandika ujumbe mm -hmm. Anaitwa Yohana Mariko Kumgamba wao wasema kwamba wanaomba maji wawasaidie kuwaletea maji wananchi wa Kumgamba hapo, wasema mm -hmm. wao hawana maji mpaka sasa hivi. Sawa, na ataunganisha pia hapo hapo. Juma, kumekuwepo na trendi watu wanalalamika pia, hmm. maji kwa hapa Ngara sasa, ambapo ndo eneo linakuhusu Kumgamba nafikiri ni, hmm. ni, ni Magungu eh, ni, ni ndiya Mkama hmm. watu wanalalamika kwamba siku zao za maji kutoka wakati mwingine maji hayatoki, hmm. Shida ni nini? Ama ili tatizo mtakuja kulidhibiti lini, likome, mwisho wa siku t tunapata maji, tunaoga vizuri, tunang'aa. Asante. <laughs> <laughs> Nianze na ile la malalamiko ya kwamba kwa nini a, tunajua <laughs> maji yanatoka kwenye maeneo yetu aidha kwa ratiba <laughs> au kwa migao kama iliyopo, <laughs> na kwa nini hatupati kwa migao, shida ni nini? <laughs> A, shida iko clear, na sisi wananchi tunaweza tukawa mashahidi <laughs> Uh, kwanza lazima tukubaliane ya kwamba sisi, idara ya maji, tunatumia power ambayo ni umeme ambayo ni wenzetu kutoka TANESCO. Kwa hiyo inapotokea outage yoyote katika kwa umeme au low voltage inatuathiri sisi direct kwenye utoaji wa huduma. Mm -hmm. Sasa mwananchi yeye anachotaka muda huo ni huduma tu. Afikiria kwamba hii iliyotokea imeathiri uh, ratiba pia. Mm -hmm. Kwa hiyo tumekuwa tukikompensate na ukikompensate, ukipeleka usiku, mwananchi yule yule tena bado analalamika, anakuambia eh, maji. Eh, maji unaletea usiku. <laughs> Lakini tutakompensate ya kwamba wakati nishati haikuwepo, mm -hmm. Tumepata nishati sasa ambayo iko stable. Tukompensate wananchi hao waweze kupata huduma ya maji. Kwa hiyo sisi tunategemeana na wenzetu ambao wana ya uh, nishati umeme. mm -hmm. Okay. ili tuweze kufanya shughuli zetu vizuri. Mm -hmm. Sawa. uh, lakini ila ndugu yangu kumgamba ili tunalipokea, na mimi nitalifikisha ofisi ya RUWASA mm -hmm. ili waweze kufikiria kwa maana plan zao mm -hmm. za mwaka huu au mwaka ujao. Sawa. Sisi tunakushukuru sana na tunakutakia majukumu mema. Nakushukuru. Baada ambapo tutahitaji zaidi tuzungumze kuhusiana na masuala mazima ya maji, basi tutahitaji pia ushirikiano wako. Sawa, msikilizaji, sisi tumemaliza, tulikuwa na mkurugenzi hapa wa Nguwasa. Jumanne Magungu, Magungu. <laughs> E, tumezungumza naye mengi sana na tunakomea hapo kwenye wakati wa kulikoni. Tukirejea hapa tutarejea kwenye wakati wa tuchakate kwenye...